Mishale ni mingi na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Hofu zimetamalaki kwa watu kwa namna tofauti, lakini ni kufahamu tu kama mimi nilivyokuja. Wakati naingia kwenye ofisi ya mkoa wa Arusha, wakati naingia, kakaangu Mwongera alikuwa anatoka, kama vile ambavyo hatujui majira ya kufa au kuijiliwa kwa malaika wa Israeli. Basi tuwaombe viongozi wa kisiasa tuwe na subira kwenye kipindi hiki, tusipoteze matumaini kana kwamba maisha yako kwenye ubunge tu. Maisha yako sehemu nyingi, na sisi tumeshajaribu kushuhudia kwamba hata uko mtaani kuna maisha. Kwa hiyo ukifika wakati wa kwenda mtaani, nenda kwa roho safi, kwa sababu hata uko mtaani kuna watu wanaishi na wala hawajawahi kulilia nafasi uliyokuwa nayo. Kupishana ni jambo la kawaida, anaingia huyu, anatoka anakuja mtu mwingine. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, tunawatakia kila laheri wale ambao wataingia kwenye kipindi cha uchaguzi ila wasijisikie vibaya watakapoingia wengine kwenye nafasi zao, kwa sababu ni utaratibu wa kawaida, mmoja anaingia mwingine anatoka eh. Eh, ni utaratibu wa kawaida tu. Mi nilikuwa na mzee wangu Mekki Sadiki pale Dar es Salaam, kaniapisha kama mkuu wa wilaya, lakini nilivyotoka nikapanda kuwa mkuu wa mkoa, nami nikamwapisha alihapi kuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni na alivyotoka ali hapi pale, nikampokea Chongolo akawa mkuu wa wilaya wapi? Ya Kinondoni. Tumeenda mimi mkuu wa mkoa, ali hapi mkuu wa mkoa, Chongolo mkuu wa wilaya. Tumekuja kukutana na Chongolo ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mimi nimekuja kujikuta na Ludi ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu Chongolo aliyekuwa mkuu wangu wa nini, watu ni walewale wale... Kwayo, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni jambo tu la kukubali. Ikitokea nafasi hii, hakuna sababu ya vita na mimi nimewasii sana wananchi, hasa viongozi wa kisiasa, madiwani na wabunge wa mkoa wa Arusha, na kwa kweli tuna mshikamano mzuri na leo wengine wakawa naomba kuja akiomba kakaangu Fred Rasa kwa maana na mimi nje enjoy, nikamwambia bana leo ni watumishi, lakini mimi si mtu wa Arusha. Kwa hiyo baadaye utamuona yupo mahala anakusubiri atusalimie, lakini kwayo, ni sehemu ya furaha. Kwa hiyo nimewasii sana kwamba uchaguzi usitugawanye. Uchaguzi zifanye watu mkashindwa hata kusalimiana. Kwa sababu pia unaweza usiwe mbunge ukawa mfanya biashara mkubwa na tukanunua bidhaa kwako. Kwa hiyo ni jambo ambalo kila mmoja wetu anaweza kujipanga nalo na Mungu ndio mwenye ratiba ya kila binadamu, na mimi na uhakika na wala sina shaka kwenye jimbo la kaka yangu huko Rufiji lenyewe liko, liko linajulikana la kwako. Uku sehemu nyingine kuna discussion zinaendelea, lakini kwako kwako kwa hat hatuna atuna shaka. Na baada ya kusema hao mheshimiwa